Kifo ni huzuni, msiba ni masikitiko, ombea isitokee kwako, maana kifo ni habari mbaya kwa yeyote yule. Kwa masikitiko makubwa na huzuni iliyowagusa mashabiki wengi, kumekuwa na taarifa zinazosambaa zikidai kuwa Manyanya wa tamthilia ya Dunia amefariki dunia. Lakini je, taarifa hizi ni za kweli au ni uvumi tu? Endelea kusikiliza ujue ukweli kamili. Habari za muda huu, mtazamaji wa Afro Media TV, karibu tena kwenye chaneli yako ya uhakika kwa habari zilizothibitishwa na zenye usahihi Habari kamili. Katika saa na siku za hivi karibuni, mitandao ya kijamii imekuwa ikisambaza ujumbe unaodai kuwa mwigizaji anayejulikana kwa jina la Manyanya kutoka tamthilia ya dunia amefariki dunia. Afro Media TV tumefuatilia kwa kina taarifa hizi na kuangalia vyanzo mbalimbali vya habari vinavyoaminika. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa familia, wasimamizi wake, wala vyombo vikubwa vya habari inayothibitisha kifo chake. Manyanya anayefahamika pia kwa jina la Ally Mchonga hajathibitishwa kufariki, na taarifa zinazosambaa zinachukuliwa kama uvumi usio na uthibitisho rasmi. Tunawakumbusha watazamaji wetu kuwa ni muhimu kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, kwani uvumi wa aina hii unaweza kuleta taharuki na maumivu yasiyo ya lazima. Afro Media TV itaendelea kufuatilia kwa karibu na tutawaletea taarifa rasmi mara tu zitakapopatikana kutoka kwenye chanzo cha kuaminika. Endelea kutuamini kwa habari za ukweli na zilizothibitishwa. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili kusaidia kusambaza taarifa sahihi. Hii ni Afro Media TV. Tunaleta ukweli bila kuongeza wala kupunguza.